Jambo la heri kwamba tunaweza kupewa semina hii bure. Kuna mtu amelipia, wow. Makofi kwa wandani <laughs> pia ishukuru serikali ya ome, sita kwa kuweka miundo mbinu ya kusababisha haya yawezekane. mekai <laughs> mtumie vizuri muda mtakaokaa. Siku moja ni ndogo, lakini muitumie vizuri kuhakikisha mnaboresha skills zenu za ufundi na matumizi ya bidhaa bora ili wale wateja wenu waone thamani ya nini kutumia bidhaa bora na thamani ya ufundi wenu. Zipo sababu nyingi za taaluma yetu kutokuheshimika. Cha kwanza ni sisi wenyewe hatuko organized, uongo wego, lakini cha pili tuna changamoto kubwa sana ya uaminifu. Uongo, naona hapo mmepunguza sauti. Yaani, ukitaka headache, cha kwanza atakupa fungu, na wale ambao wapo na shughuli nyingi hasa za ajira kama watumishi wa umma au wako mbali au wapo nje ya nchi, tumegundua vituko vingi sana

tatizo kubwa la mafundi wengi ni pale anapokupigia mahesabu na ukienda dukani anakupeleka duka analojua uongo. Ja, e, wakifika wanapongezana, wanashangaa bei hizo kubwa, ndio hizo hizo mwenye duka lata. Tuwaombe wafundi hizi mbili hizi o mteja hafikii malengo yake kwa wakati, na wee hata ulichopata akina msaada. Na wewe ni waombe, tuongeze uaminifu tutapata kazi watu wanataka kufanya, na wanaogopa changamoto hizi. Tujenge utamaduni wa kuaminika, mtu akupe kazi yake na fedha yake apate kitu kinachoendana na thamani ya fedha yake Mbeyaoe. hilo nawaomba sana mafundi Kile cha ja pili, siacha kujiendeleza. Na mwingine ameshajenga nyumba mbili, yamesifiosifio, basi amesahau kwamba kuna kujiendeleza, anaamini yeye ni fundi mzuri. Kwa hiyo bado katika taaluma hii teknolojia zinazidi kukua, bado jiendeleze. Bado tuwaombe Magic Builders na wengine waendelee kuleta fursa kama hizi na kutuwezesha kujua mabadiliko ya teknolojia ili like, wananchi wetu wafaidike na nyumba bora zinazotokana na mafundi wenye uelewa. Kwa takwimu zetu Tanzania nzima tuna mafundi ambao wanatumia bidhaa zetu zaidi ya laki saba na Mbeya ikiwa ni miongoni mwao. Leo hii kati ya wale laki saba ambao tunao, mgeni rasmi leo tumekutana na mafundi 950 h mpaka hivi sasa. Changamoto zetu sisi ambazo tunazo ni changamoto ambazo zinatatulika, ni changamoto ambazo tumejaribu pia kushikana na kupitia Magic Builders Foundation. Zipo nyingi ambazo tunaendelea kuzifanyia kazi, na kwa zile chache ambazo zitahitaji uwepo wa serikali tutakuleteni, ili muweze kutuangalia ni namna gani ambayo sisi tuta, tutaweza kupona. Kwa majina naitwa Betweza Joli Mwakioma, nimetokea Mbalizi, nimekuja leo kuungana na semina ya wajenzi Mbeya. Kiukweli nimejifunza vitu vingi, maana sisi mafundi wa kike huwa tunadhalaulika, lakini kwa leo nimejifunza mambo mengi. Hata mkuu wa mkoa ametupa fursa nyingi kusema, mafundi tunadhalaulika, lakini kwa sasa tuko wazi kwenda kulalamika na ofisi zake ziko wazi pia. Napenda kuwashauri wengine kuwa kazi ya ujenzi ni nzuri na inatufaa hata sisi wanawake. Naitwa Paul Bartolomeo Mkwabi. Kwa hii semina ya leo tumejifunza vitu vingi, cha kwanza masuala ya bidhaa zao, tusibabaishwe na bidhaa nyingine, tuangalie ubora wa bidhaa, tusiharibu kazi za wateja wetu. Kwa majina anaitwa Edga Maktalima, mkazi wa Mbeya, ni fundi. Leo tulikuwa na semina ya Magic Builders, walikuwa wanatuelekeza baadhi ya bidhaa ambazo wamezileta. E, kama glauti, faibatepu, lola ndo ambazo wanatuelekeza kwa sababu bidhaa zao ni bora. Tumejifunza na tuwashukuru pia kwa kutufundisha, lakini tuwase vijana wengine wajifunze. Ufundi ni kazi nzuri tu ambayo inaweza ikawapa mahitaji yao na kufanya kila kitu kaenda vizuri.